Mimi ni Thabit Milandu, rais wa chama cha wateknolojia dawa Tanzania. Takriban, takribani dawa, wateknolojia dawa 1013 wamesajiliwa nchini Tanzania, zaidi ya 9 ni 9 wateknolojia dawa kamili, 1000 na kitu ni wateknolojia dawa wasaidizi. Leo tarehe 26 mwezi wa 11 tumekutana jijini Mwanza kwa ajili ya kongamano la kisayansi na mkutano mkuu wa 26 wa chama cha wateknolojia dawa Tanzania. Dhima ya mkutano huu ni kuwawezesha wateknolojia dawa Tanzania kubuni kuunda, kukuza teknolojia ya dawa nchini Tanzania. Lengo la pili ni kuhamasisha matumizi sahihi ya dawa. Kila mwaka, katika ratiba ya chama cha wateknolojia ya dawa Tanzania, ni lazima tufanye kongamano la kisayansi na mkutano mkuu wa chama mara moja, lengo kutoa mafunzo endelevu kwa watumishi kutoka serikalini, sekta binafsi, na mashirika ya dini na maeneo yote ambayo huduma ya dawa inatolewa na teknolojia ya dawa. Hivyo lengo kubwa hasa ni kuwajengea uwezo wa teknolojia ya dawa nchini Tanzania, lakini pia kuthamini mchango wao kwa serikali na kwa wananchi kwa ujumla, lakini mwisho kuwapa tuzo wale ambao watakuwa wamefanya vizuri katika mwaka husika, ili na wengine wapate chachu na hali ya kuendelea kufanya kazi kwa mujibu wa sheria, kanuni na maadili ya taaluma ya Baraza la Famasi Tanzania. Kwa Tanzania, hali ya teknolojia ya dawa inaendelea kukua siku hadi siku, na tunaipongeza serikali kwa juhudi zake, lakini pia hata juzi Mheshimiwa Waziri wa Afya ametoa msisitizo tena kwa kutoa siku 21 msajili mfamasia mf, mf, mkuu wa serikali pamoja na mamlaka ya dawa na vifaa tiba kutafuta namna ya kuwavutia wawekezaji kuja nchini kuanzisha viwanda kwao. Hilo peke yake linaonesha teknolojia hii inakuwa, lakini haiwezi teknolojia ikakua bila kuendana na wateknolojia ya dawa, na ndio maana sasa leo wateknolojia dawa tumekutana hapa, lengo kujengeana uwezo kuenenda na teknolojia na spidi na kasi ya serikali juu ya uwezeshaji wa viwanda vya dawa nchini Tanzania. Miongoni mwa maazimio ambayo tunatarajia kutoka nayo, na azimio namba moja ni kwenda kuishauri serikali sekta binafsi na mashirika ya dini kuweza kuhamasisha uanzishwaji wa viwanda vya dawa Tanzania, kwa kuwa wateknolojia dawa wapo wa kutosha na kazi wanaiweza, lakini azimio la pili ni kwenda kuwaamsha wananchi juu ya matumizi sahihi ya dawa, kwa maana wamekuja hapa teknolojia dawa zaidi ya elfu moja wataenda kuwa mabalozi kwa wengineo waliobaki huko kuhamasisha wananchi wote juu ya matumizi sahihi ya dawa kwa sababu kauli mbiu yetu ya mwaka huu inasema kuwawezesha wateknolojia dawa nchini Tanzania kubuni, kukuza na kuunda teknolojia dawa Tanzania, matumizi sahihi ya dawa taifa salama. Kwa tunaamini katika miongoni mwa maazimio yetu ni kwenda kuwa mabalozi wazuri wa kuhamasisha matumizi sahihi ya dawa ili tupate taifa salama. Sisi kama wateknolojia wa dawa tunayo majukumu mengi ya kufanya. Moja ya majukumu yetu ni katika kuhakikisha tunatumia teknolojia yetu kupata madawa ya kutosha, kwa sababu tunavyojua sasa hivi uh, wizara ya afya uh, kipaumbele chetu cha kwanza ni ku promote uh, teknolojia ya utengenezaji wa madawa uh, kama wote wanahabari na wananchi wote kama mnavyokumbuka juzi, mheshimiwa wetu waziri wa afya Uh, Mheshimiwa Chengerwa aliweka msisitizo mkubwa katika mpango madhubuti wa serikali wa kuanzisha viwanda vya dawa. Naam, tunataka tuzalishe dawa wenyewe na sisi kama wa teknolojia ambao ndo watendakazi, tupo tayari, tuna uweredi wa kutosha, uh, tupo tayari kwa kufanya hiyo kazi na kuhakikisha wananchi wa Tanzania wako salama wanapata dawa zilizokuwa na ubora na teknolojia ya kisasa. Kauli mbiu ya mwaka huu umesema kuwawezesha wateknolojia dawa kubuni na kuendesha mustakabali wa teknolojia ya dawa nchini, matumizi sahihi ya dawa, taifa salama. Mmeandalaini kwenye matumizi sahihi ya dawa ndiyo yatakayotupelekea kuwa na taifa salama. Hakikisheni mnatoa elimu sahihi kwa wananchi juu ya matumizi sahihi ya dawa, kwa kuwa ninyi ndiyo kada ya afya inayohusika zaidi. Kama mnavyofahamu, kila mwaka tarehe 18 hadi 24 Novemba, ni World Anti Microbial Resistance Awareness Week. Je, wewe umefanya jitihada gani? Tuchukue hatua, kwa kuwa hili ni eneo lenu la kitaaluma na mnao wajibu wa kitaaluma, yani professional responsibility, mkiongozwa na maadili ya taaluma yenu. Lakini jambo la pili Nataka niwahakikishieni tu kwamba serikali ya Dkt. Samia itaendelea na jitihada zake kuboresha huduma za afya, kusambaza dawa za kutosha na kwa wakati, lakini pia kutoa ajira kwa wahudumu mbalimbali wa afya, mkiwemo nyie wa teknolojia pamoja na kuweka mkazo katika ushiriki wa sekta binafsi katika kutoa ajira na kuboresha maslahi.